Polisi wametoa wapi jeuri ya kuvunja katiba na sheria hadharani, tena wakiwa ndani ya uniform za za serikali? Nikaa najiuliza, yaani polisi uko kwenye uniform za serikali, unateka viongozi wa CHADEMA, unaenda kuwaficha masaa zaidi ya kumi ndio unawaachia. Mnyika na na Heje, unakamata wajumbe wengine wa kamati kuu, unawateka na wanachama wa kawaida nawapeleka ununio, unawatesa, unawavua nguo, nawavunja miguu, nawavunja mikono, mkiwa kwenye uniform za serikali. Unajua hata mchawi huwa anajiamini, lakini huwa hawezi kujiamini kwa, kwa viwango hivi ambavyo mlikuwa mme, mmefikia. Oh, mimi nikawa na, na, najiuliza ni nani yuko nyuma yenu anayewapa haya maelekezo ya kuvunja sheria na katiba za nchi hadharani, tena mkiwa kwenye uniform za, za serikali. Baadaye nikapata majibu kwamba aliyewapa jeuri hiyo na kiburi hiyo ni rais, kwa sababu rais ndiye amiri jeshi mkuu. Vyombo vyote vya dola viko chini yake na vyote vinawajibika kwake, na ndio maana kukiwa kuna malalamiko yoyote ya uvunjifu wa sheria dhidi ya vyombo vya dola mtu mwenye mamlaka ya kuwajibisha waliovunja hizo sheria ni rais. Lakini kwa bahati mbaya ama bahati nzuri kwa hotuba yake imedhihirisha kwamba yale mliyoyafanya polisi yalikuwa na baraka zake. Sasa mimi niwaambie kitu kimoja. Polisi jinai huwa haifi na jinai huwa haifutiki mlilo wewe na wenzio na maafisa wengine wengi ambao wamehusika hivi, sio polisi wote wamehusika kwenye haya mambo ya kijinga. Wewe mlio na wenzio, njia pekee ya nyie kukwepa kwenda jela ni kifo. Tofauti na hapo, mtafika gerezani kwa haya yaliyotokea na mengine yaliyoendelea kutokea tangu wakati wa utawala wa Magufuli. Uzuri ni kwamba matukio yote ya uvunjishi wa sheria na haki za binadamu unaofanywa na polisi uko recorded. Yani ushahidi ulishajitosheleza. Yaani kuna watu ambao kazi yao ni kurekodi ushahidi unaofanywa kila siku. Kwa hiyo njia pekee ya nyewe kukwepa kwenda jera, nyewe wote mliohusika, ni kifo. Lakini tofauti na hapo mtaenda kuungana na yule Bageni. SP Bagain aliyekuwa OCCID kule Kinondoni aliyehusika na yale mauaji ya wafanyabiashara kule kule kule Morogoro. Sasa msuni mtaenda kumpa company kwa sababu kwanza ni depo yenu nyie. kwa sababu Bagain angekuepo kazini angekuwa ameshafikisha vyeo mlivyo navyo nyie. Hilo ni la kwanza, mkae mkilijua hivyo. Nawaambia hivi kwa sababu pengine hamna maarifa na hamna hamna vision Tanzania, urais sio ufalme. Ufalme ndo pe, cheo pekee ambacho mpaka mfalme afe ndo anateuliwa mwingine. Tanzania, urais una limit. Kesho na kesho kutwa huyu aliyepo hata kuwa rais, na atakuja rais mwingine ambaye atataka mwajibike kwa haya mliyofanya. Na hiyo siku haiko mbali. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili nije kwa rais mwenyewe. Nimekusikiliza unasema kwamba hizo e, fuala zako hizo zisifanye watu wavunje sheria. Mimi nakubaliana na wewe kwamba Heche, Mnyika na wanachama na viongozi wengine wa Chadema walivunja sheria kwa kwenda mahakamani kusikiliza kesi ya Lissu. E, inadaiwa sasa sheria zako wewe, sheria zako wewe haziruhusu. Nakubaliana na wewe, lakini swali langu la msingi, mtu anayevunja sheria nchi hii anapaswa kufanyiwa kama polisi walivyowafanyia hawa viongozi? Yani huu utaratibu, wewe rais ambaye uliapa kulinda, kuilinda na kuheshimu katiba hii Utaratibu uliofanyika zidi ya Hete, utaratibu uliofanyika zidi ya Mnyika kwenda kumficha sehemu kwa zaidi ya masaa kumi ni utaratibu ambao upo kisheria? Ndio tumekubaliana na kwamba alivunja sheria kwa sababu kwenda kwenda mahakamani hairuhusiwi, wao walivunja sheria kwenda kusikiliza kesi. Lakini walichofanyiwa kile, ndio sheria inavyotaka? Sheria inataka watu waliovunja sheria watekwe, wateswe, wavuliwe nguo? Raisi, serious kabisa! Wewe ambaye ni amiri jeshi mkuu unaruhusu haya yanatokea, na unatoka hadharani kutetea haya?